Kabsa kabsa, kabla hatujaanza sehemu ya leo, ibonyeza subscribe ili usikose sehemu inayofuata, na kama tayari umesub na kushukuru sana kwa upendo wako. Sehemu ya tano: Huvita ndani ya chumba cha giza. Usiku ulianza kunyamaza kama msitu uliokatwa pumzi. Ndani ya jumba la kifalme, taa za mishumaa zilitoa mwanga hafifu uliotengeneza vivuli vya kutisha ukutani. Binti Mfalme wa Mwanga alikuwa ameingia ndani ya chumba chake akiwaza machungu yaliyompata mchana mzima. Alitaka kupumzika, lakini moyo wake ulikuwa unang'ang'ania kitu hakijakaa sawa. Ghafla mlango wake ukafunguliwa polepole pole, bila kugongwa. Ukimya ukabadilika kuwa tishio. King alisimama mlangoni, macho yake yakiwa na ukali ambao binti mfalme hakuwahi kuona hapo kabla. Alisogea hatua moja baada ya nyingine sauti yake nzito ikiwa na ukatili wa siri. Leo utatoroka eh, lazima nifanye kile nilichokusudia eh. Alisema akimsogelea kwa nguvu. Lakini kabla hata hajamaliza neno, binti mfalme alichukua msimamo wa mapigano miguu mizito kama mizizi ya mti, mikono imara kama mtu aliyefundishwa na mashujaa wa zamani. Hakutaka kudhuriwa. Hakutaka kunyanyaswa Hakutaka kupoteza uhuru wake. King alirukia kwa ghafla eh, lakini binti mfalme alienda upande wa kushoto kama upepo, akamkwepa, akampiga mbeleko ya bega. King akaanguka chini na kugonga sakafu kwa nguvu. Alijaribu kusimama tena, akijaribu kumvuta kwa nguvu eh, lakini alipigwa teke la kifua lililomrudisha nyuma mpaka ukutani. Usijaribu tena kunigusa kwa nguvu, binti mfalme alipaza sauti yake kwa ujasiri. King alianza kutetemeka, si kwa maumivu tu, bali kwa jinsi alivyofedheheshwa na msichana aliyedhani ni mnyonge. Alijaribu kutabasamu kwa kejeli i lakini, binti mfalme alimsogelea hatua kwa hatua, macho yake yakimetameta mwanga mkali usiku mzima. Nitakuambia mara moja tu ii, ukijaribu kunidhuru tena, sitakuacha. King akawa kimya kwa mara ya kwanza, aliona nguvu halisi ya mfalme aliyekuja kuzaliwa. Binti mfalme alitoka nje ya chumba akijua jambo moja. Vita ilikuwa imea.